Tabia katika tabia muhimu ni tabia ya kuwafanyia wema wazazi wawili kadhalika. Na katika tabia ambayo kwamba ni muhimu zaidi ni kutowakosea wazazi wawili, uququl walidaini. Ikiwa tumezungumzia kwamba kuwafanyia wema wazazi wawili, yati fi sadarati alakhlaqi wa muqaddimatiha inakuja katika mbe zina zi huwa ni ziko mbele katika tabia, yaani katika zile tabia unapozipanga tabia ya mbele au tabia iliyokuwa kwanza kwanza ni kuwatendea zema na, na mazuri na mambo bora wazazi wawili na tukazungumzia sababu ya msingi kwamba wao ndio wa haki wa kuoneshwa tabia nzuri. Ikiwa tumelielewa hili kwamba wanaostahiki kuoneshwa tabia nzuri, wanaostahiki kuoneshwa muamala uliokuwa bora, wanaostahiki kuoneshwa adabu iliyokuwa njema ni wazazi, kwa mujibu wa maelezo kama haya ni lazima tuelewe kwa kuwa kuwakosea wazazi, kuwafanyia mabaya wazazi, kuwaudhi wazazi, kuwakasirisha wazazi, kuwahuzunisha wazazi, kuwasikitisha wazazi, inahisabiwa hadaman lilqiyam waladab, ni kuvunja maadili mema na adabu nzuri na tabia njema, haikubaliki kiakili, haikubaliki kimantikia, ki, ki, ki mtu aambiwe ana adabu lakini haishimu wazazi wake. Yoyote ambaye atakuwa yuwawasikitisha wazazi wake, yuwawahuzunisha wazazi wake, yuwawatesa wazazi wake, hawajali wazazi wake, yuwadhalilisha wazazi wake, hata akatenda matendo gani, huyu astahiki kupewa nembo na kupewa jina na kupewa nickname ya kuwa ni mkosefu wa adabu. Hafai kupewa jina la mtu ambaye ana adabu njema, na sharia ya Kiislamu, na sidhani kuna sharia yoyote ambayo kwamba yatokamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ila imezingatia kuwakosea wazazi ni katika jambo baya sana ni katika jambo ovu sana na ni dhambi kubwa sana na ukubatuhu malipo yake, adhabu yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala ni kali sana, ni mzito sana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitutahadharisha na kuwakosea na kuwatendea mabaya wazazi Ma... tahadharisho yalikuwa makali sana katika hadithi tofauti tofauti, na akahisabu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwa kuwakosea wazazi, kuwanyanyasa wazazi, kuwadhulumu wazazi, kutowaheshimu wazazi, kutowajali jali wazazi, kuwahuzunisha wazazi, kuwasikitisha wazazi kuwadhulumu wazazi ni katika madhambi makubwa. Kidogo tusimame hapa, ndugu zangu, sharia ni lazima iwe na maelezo kueleza. Kuna dhambi kubwa, kuna dhambi ndogo, kuna kheri kubwa, kuna kheri ndogo, lakini asli mwenye akili haangalii kosa liko level gani? Au bil ahra kwa maelezo mapana zaidi, haangalii hili kosa lina ukubwa kiasi gani, bal yuangalia lile kosa, anayemkosea ni nani? Siku zote ukitaka kufaidi, usikiangalie kile ukifanyacho ni kitu gani, angalia unayemfanyia ni nani. Hapo ndio utapata kujua uzito wa mambo wakati unapofanya makosa. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na madhambi. Usiangalie hajmu ya dhambi, ukubwa na udogo wa dhambi, la angalia unayemfanyia dhambi, je, ni mkubwa ni mdogo? Kwa sababu inawezekana kitu kikawa ni kile kile lakini kika tofautiana, unayemkosea kikashangaza wengi sana. Wakati unapomwambia mtoto wako mshenzi, mpumbavu, mjinga, mjinga, umemwambia ni mjinga, lakini neno lile lile ulimwambia mtoto wako wa kumzaa mjinga wewe unapomwambia ndugu yako mdogo wako ni tofauti na unapomwambia mtoto wako. Unapomwambia ndugu yako mkubwa wako, watu wataanza kushangaa hey, vipi huyu anamtukana kaka yake mjinga. Watu hawakushangaa wakati ulipokuwa kumwambia mtoto wako mjinga, lakini wameshangaa walipomwona u... watu hawakushangaa ulipomwambia ndugu yako mdogo wako mjinga, lakini sasa imekuja stage ni ndugu yako mkubwa wako unamwambia mjinga Eh anakukataza ndugu yako na wewe na wewe pia mjinga. Watu wote wameanza kushangaa sasa. Lakini kushangaa kule kutazidi kuwashangaiza na kuwafanya washindwe wa kuelewa wakati anapokuja mzazi wako akwambia, mbona mtukana kana kakako wewe na wewe we pia baba au wewe pia mama mjinga. Hapa sasa watu wote wataona. Ya neno lile lile mimi nimwambia mtoto wangu mbona mkushangaa? Kwa sababu sisi hatuangalii lile neno. Sisi tumeangalia mwenye kuambiwa lile neno, the same word. We umetumia neno lile lile, lakini watu hawakushangaa kwa lile ulolisema, wameshangaa kwa yule ulomwambia. Kwa hiyo yatakiwa wewe unaposikia dhambi kubwa U, la tambahir s usiang baba yake wala kushtuka kusema kwamba e, kumbe hii dhambi ni kubwa. Jua ule unayemfanyia dhambi ni mkubwa, wakati wote, kwa dhambi ya aina yoyote ni mkubwa, unapomwangalia yeye kwa yeye ni mkubwa, Subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamatu. Kwako huwa hakuna nimefanya dhambi ndogo au nimefanya dhambi kubwa, bali nimemkosea Mungu mkubwa kwa sababu kwako wewe Mungu saa zote ni mkubwa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameihisabu na kuiweka kwenye kategori, kwenye kifungu na grupu la kuwa kuwakosea wazazi ni moja katika yale madhambi ambayo kwamba ni makubwa katika sharia. An Abdurahman bin Abi Bakrata an abihi radiyallahu anhu qala qala nnabiyu sallallahu alaihi waalihi wasallam ala unabiukum biakbari lkabairi, kwa nini? siwaelezeni nyinyi kuhusiana na madhambi yaliokuwa makubwa, kwa nini? Siwaeleze qala thalatha, yaani mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mara tatu anaambia watu anamwambia huyu ala unabiukum, siwaambieni nyinyi, siwapeni habari nyinyi bi akbaril kabairi. Mara ya tatu, siwaambieni nyinyi, siwapeni habari nyinyi bi akbaril kabairi, kwa madhambi yaliokuwa makubwa. Kalu bala ya Rasulullah, wakamwambia: kwa nini ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, tueleze, tupate kuyajua. Kala alishraku billah, jambo la kwanza ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Hakuna dhambi kubwa. Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Usimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumshirikisha Mwenyezi Mungu tuligusia jana ambao wengi wanaofanya watu ni washirikina lau kwa, kwa maelezo yao. Hata wao hawavuki katika shirki. Hata wao hawavuki katika shirki, kwa sababu wewe ukitaka kumbana na kujua huyu bwana hajui maana shirki, mpeleke kwenye hadithi moja tu, hadithi ya Ghulam, inni uallimuka kalimati. Khalas, hapa utambana kwa mujibu ya yeye kuwafanya watu washirikina kwamba anayeomba maiti ni mshirikina, anayetawasali kwa maiti ni mshirikina y... Basi huyu utambana katika hadithi hii akishakufika idha saalta, idha saalta fasalillah wa waidha staanta fastain billah. Hapa tena hakuna tena baba nataka, mama nataka, ndugu nataka, shekhe nataka, stadi nataka, nataka bosi nataka, hakuna. Idha saalta fasalillah, moja kwa moja, usiniletee majazi utakayo wewe ukikubali majazi huku kubali majazi huku kwamba huyu ni sababu kwa nini wewe yafaa aliokuwa hai ni sababu aliokufa iwe si sababu? kwani aliokuwa hai ndo ame, aliokufa ameekelea kuwa Mungu Mungu Mungu. Yani mtu akifa ndo huwa amebadilika ame katika sifa za binadamu kwenye sifa ya Mungu, Mungu. Ikiwa twafaa kumwomba aliokuwa hai kwa nini tusifai kumuomba aliokufa kwa alo kwani uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa alokuwa hai ndo una nguvu kwa alokufa alo hana nguvu? Mi nakwambia ukimpata hawa watu wenye ku, ku, ku, kushirikisha watu na kuwafanya watu makafiri makafiri, ukija naye kwenye hadithi ya ghulam, inni uallimuka kalimatin, hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Abdullah bin Abbas, khalas utamkota tu, hapo ndipo mahala utambana Utajua tu kwamba yeye awatia watu katika shirki kwa ujinga, si kwa elimu. Hajajua, hajasoma tauhidi, hajajua maana ya shirki billah. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam awaambia maswahaba, mimi siwapini habari madhambi yalikuwa makubwa sana, kwanza ni ashirku billah, al alishraku billah wa uququl walidain, ya pili ni kuwakosea. Tunaweza kuifasiri uququl walidain kwa tafsiri ambayo kwamba ni nyepesi zaidi, kuwaudhi. Kuwaudhi manake kuwa ni am kwa lolote ambalo halitakiwi tuwaudhi kisharia ila kufanya yaani tunaostahiki, mathalan mzazi hataki uswali, mzazi hataki ushike dini, mzazi hataki usome dini, mzazi hataki uende tablighi, mzazi la, e, mi nakasirika kuona wewe watoa mawaidha. La, hapa sikumuudhi, amejiudhi, lakini mi sijamuudhi. Kuna kujiudhi na kumuudhi, ni tofauti. Akijiudhi yeye, haina tatizo, wewe ustahi kumuudhi wajalasa na akakaa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa wakana muttakian, na alikuwa ametegemea akakaa, akasema ala wa qawlu zur, katika madhambi makubwa ni kusema uongo. Fama zala yukarriruha hatta kulna lahu hatta kulna ya Laitahu sakat mpaka tukasema sisi kwa nyoyo zetu ah basi hanyamai maanake mtume sallallahu alayhi wasallam anarudia akirudia ala wa kaulu zur ala wa kaulu zur angalia ubaya wa kusema uongo tuelewe kusema uongo kusema uongo si lazima utumie ulimi zamani ilikuwa hakuna njia ya kusema uongo ila kwa kuzungumza kwa ulimi lakini sasa iko njia nyingi na katika moja njia amba ambayo kwamba yatumika katika kusema uongo ni katika mitandao ya kijamii haswa katika kuweka title. Mtu anaweka title ambayo haistahiki, au anaweka picha sio ile kusudiwa. Na hii wako wengi wanaoyafanya mambo kama haya, tena na wao wanadai ni channel za Kiislamu au wanapenda kusambaza mawaidha ya dini au kusema uongo. Ni kuchukua maneno nusu usikamilisha yale malengo yatakiwao. Sikiliza Mtume swalla sallam asema ni katika madhambi makubwa, na alilikariri ala wa qaulu zur, jueni katika madhambi makubwa ni, kuwa ni uongo katika madhambi makubwa ni urongo katika madhambi makubwa ni kusema urongo ni kudanganya ni kuhadaa ni kusema ni kuongopea. Leo mtu atatukua picha ya shekhe na shekhe kisha aseme angalia wanavyojibizana, na hakuna majibizana. Atukue picha ya shekhe, angalia anavyo wachamba wa, wa watu fulani, na yeye hajawasema mimi mi nakusudia hawa. Huo ni uongo. hakuna kumtunga Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika matendo yetu kitu kibaya sana, kitu cha urongo sana, kitu kiovu sana, kitu sengine chasababisha fitna baina ya watu wakaonekana kumbe hawa. Na kibaya zaidi ni mimi na wewe tunaokuja ku comment. Kwa nini usi... huwi makini katika komenti zako, ukaja ukatukana? Usitukane, eleza hisia yako bila kumtukana mtu Unaambiwa siku zote katika falsafa ya uchezaji, unaambiwa striker bora ni yule anayefunga bao bila kumuumiza mwenzake. Ni wewe, fikisha ujumbe bila kumtukana fulani wala faltani wala alani. Si lazima umtukane, haswa unapoingia kwenye comment ya klipu ya mtu. Haingiliki katika akili useme, umwambie mtu mrongo Mpumbavu, mshenzi, mdanganyaji. La, unaweza kusema haya maneno hayana, yaani haya maneno kama kama, au kuna maneno jamanini, ni lazima, kuna mazungumzo mengine ni lazima turudi kwa wengine ili watufahamishe basi, lakini usimwambie mtu mrongoe, eh. Umejuaje kama ni mrongo? Una hakika gani kwa anayezungumza ni, ni urongo? Kwa hiyo tuwe makini katika ku comment. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alaihi waalihi wasallam asema, katika madhambi makubwa ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Angalia wewe, ukiona kitu kimepambanishwa na shirki, jua ni kibaya sana, na kuwaudhi wazazi na kusema uongo. Sasa ikiwa wewe wawaudhi wazazi kwa kusema uongo, umekusanya mabaya mawili, ni uongo ni madhambi kubwa makubwa, na uongo wenyewe kwa kumuudhi mzazi. Na cha ajabu hakuna nafasi katika Uislamu ya kuongopea ila mambo matatu tu. Uislamu haukutupa nafasi ya kuongopea ila katika mambo matatu, ili uelewe haya mambo matatu yana umuhimu kuliko ubaya wa uongo, haya mambo matatu yana umuhimu kushinda ubaya wa uongo. Yaani uongo ni jam, ujambo baya sana, kuongopea ni kitu kibaya sana, kudanganya ni kitu kibaya sana, lakini kwa kuwa kuna vitu vitatu ni muhimu sana katika Uislamu visipatikane na vikipatikana, virekebishwe basi tume ruhusiwa hata kutumia njia ya uongo jihadi, kwenye jihadi, alharbu khuda, vita ni ndaro. Wewe unaonekana mzee, ukajitia ndevu nyeupe, ukatia rangi nyeusi ili udanganye wale munaopigana nao wasokua Waislamu, kuonesha kwamba wewe bado ukali kijana. Na kitu cha pili kupatanisha familia. Familia imegombana, wewe ukataka kuipatanisha kwa kutumia uongo, umeruhusiwa kwa sababu hakuna kitu kibaya kama kuona familia imesambaratika. Kitu cha tatu, mume kumuongopea mkewe kwa maslahi ya kuibakisha ndoa, na mke kumuongopea mumewe kwa maslahi ya kubakisha ndoa. Hivi ndio vitu vitatu vilioruhusiwa kuzungumza urongo la ghaira, hakuna vingine.